Mkurugenzi um, alitoa alitoa changamoto tunasema challenge kwa vijana wengine wanaofanya biashara ya bajaji kwamba kila mtu kwa nafasi yake kwa akili yake kwa uwezo wake basi ajaribu kutusapoti kwa kutangaza bidhaa zetu kwa namna anayoweza kupitia chombo chake cha usafiri. Hiyo ilikuwa ni Julai mwaka jana. Sasa tumekuwa tukifuatilia na tumeona vijana wengi wametekeleza kwa mapenzi yao mema wenyewe kwa Mati Super Brands na bidhaa zetu hasa Tanzanite Royal Gin. Tumekuwa tukikutana na bajaji huko barabarani tukiwa na eh, crafted for royalty Tanzanite Royal Gin, ah, tumepishana nazo na kuona kwamba hawa ni vijana ambao wana damu ya Mati kwa sababu wamejitolea kutangaza bidhaa zetu. Kwa hiyo sisi tukaandaa mpango maalum wa kuwatambua na kuweza kuwapatia zawadi kwa juhudi za zao wanazofanya ili kuweza kuwahamasisha wazidi kuwa karibu na Mati Super Brand, wazidi kutangaza bidhaa zetu. Aa, vijana wamekuwa wakionyesha upendo mkubwa na kampuni ya Mati Super Brands. Vijana hao wamekuwa wakionyesha upendo mkubwa na product za, za Mati Super Brands, wamekuwa wakitutangaza kwa ridhaa yao bila hata sisi kuwa influence. Wamekuwa influenced na, na matokeo ya kampuni hii, wamekuwa influenced na na na na na uchapakazi wa mkurugenzi wetu wa, wa Mati Super Brands pamoja na movement nzima ya kampuni ya Mati Super Brands. Sisi kama Mati Super Brands tuliangalia kwa, kwa kwa upana, kuna kona ambazo tuliziangalia ambazo tunaweza kuzitumia kwa support ya vijana, sababu tunajua kuna ambao bajaji ni za kwao na kuna ambao bajaji ni za mabosi zao So tulifanya research ya haraka kuweza kujua kwamba uh, marejesho ama uh, malipo wanayafanyaje kwa siku wanayafanyaje kwa kwa, kwa, kwa kwa wiki na wanayafanyaje kwa mwezi. So tukaona hao vijana ambao wanatusapoti ambao wana support kampuni ya Mati Super Brands tuwapumzishe kwa mwezi mzima, tuwaze kuwalipia pesa ambao wanatakiwa kulipa mabosi zao au pesa wanatokea kujilipa wao kama kama wenye bajaji. So tukaamua tutoe kiasi cha pesa ambacho kitawapumzisha mwezi mzima, atakuwa akiokota pesa ya kwake tu, sisi tunampa pesa ya bosi. Na tunampa pesa ambayo kutoka hapa leo kumkabidhi bosi kwamba bosi, tumeisha. Mimi na wewe mwezi huu tumemalizana. Anaendelea kutafuta pesa yeye kuji kujikimu kuji pamoja na familia yake. Tumefanya haya yote kuweza ku kukugusha ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku kama shukurani pia kuwapa nguvu waende wakafanye zaidi, wanakuenda kufanya kazi zao zaidi na zaidi. Nashukuru sana Kwaichi, alichotu, kwa hichi kwa huu upendo aliotuonyesha kampuni ya Mati Super Brand, tutaendelea ku kumsapoti na kupromoti bidhaa zake Kati... nipende kushukuru kwa zawadi tuliyopewa na um, mkurugenzi wa kampuni ya Mati Super Brand. Tunamshukuru sana e, kipekee nizidi kusisitiza kwamba tutaendelea kuisapoti kampuni kwa hali na mali kama bila kuchoka.